Habari. Katika kuadhimisha wiki ya utoaji wa chanjo barani Afrika, Zanzibar imepata mafanikio makubwa katika kutokomeza na kudhibiti magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo machache yaliyofikia kiwango cha chanjo kwa asilimia mia moja. Aidha, imefanikiwa kudhibiti magonjwa kama dundako, kifua kikuu, pepo punda kwa watoto wachanga, surua rubela na ugonjwa hatari wa polio. Pamoja na hayo, wasichana wenye umri wa miaka tisa hadi kumi na nne hupatiwa chanjo ya HPV kuwa kinga dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi. Kupitia taasisi yangu ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, niliendesha kampeni iliyopelekea kufikia asilimia tisini na nne ya utoaji wa chanjo ya UVIKO kumi na tisa nchini. Hivyo napenda kutoa wito kwa wa viongozi wa kisiasa, kijamii, pamoja na mashirika ya kitaifa na kimataifa kushirikiana ili kuhakikisha kila mtoto na kijana wa Zanzibar na barani Afrika analindwa kwa kupatiwa chanjo stahiki. Kwa sababu jamii iliyopata chanjo ni jamii yenye afya.